Wapenzi watazamaji na wafuatiliaji na wasikilizaji wa channel ya Mponda Media, karibuni sana katika mwendelezo wa darsa zetu na vipindi vyetu. Leo biidhnillahi subhanahu wa taala tutazungumzia adabu sahibu ruya, adabu sahibu ruya, adabu za mwenye kuota ndoto, adabu za mwenye kuota ndoto, na adabu hizi zimesimuliwa na wanawazuoni mbalimbali akiwemo Ibnu Sirin na al-Ustadh Abu Saidi rahimahumullah. Naam, sasa wanasema adabu ya kwanza, Allah yakusaha ala hasidin. Adabu ya kwanza katika adabu za ndoto ni kwamba ukiamka baada ya kuota ndoto yako, umeamka, usimsimulie ndoto yako hasidi. Alla yakusaha ala hasidin. Adabu ya kwanza usimsimulie ndoto yako hasidi. Na hasidi ni mtu asiyekuwa na furaha unapopatwa na neema. Ukiona kuna mtu ukipatwa na neema anakosa furaha na ukipatwa na mabalaa anapatwa na furaha, maana yake huyo ni mtu hasidi. Au kutoa maoni yanayovunja moyo. Ukiona kuna mtu ukihitaji ushauri kwake, ukihitaji maoni kwake, basi anakupa maoni yanayovunja moyo, ujue mtu huyo ni hasidi, usimsimulie ndoto zako. Wadhalika anna Yaquba alaihi salatu wa salam na hayo ni kwa sababu hata Nabii Yaqub alayhi salam alayhi salatu wassalam qala li Yusuf, aliwahi kumwambia mtoto wake Nabii Yusuf alayhi salam. Kama ukisoma katika Suratu Yusuf aya ya tano nabii Yakubu alimwambia mtoto wake baada ya kuota nabii Yakubu ya kwamba jua na mwezi vinamsujudia. Alipomsimulia babake mzee Yakubu, Yusufu aliambiwa na babake, la taksusu ruuyaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida Aliambiwa usiwasimulie ndoto zako, usiwasimulie ndoto yako ndugu zako, fayakidu la kakaida kwa sababu watakufanyia njama, watakufanyia vitimbi, watakufanyia vituko, watakuhusudu. Kwa hivyo, adabu ya kwanza katika adabu za mwenye kuota anla yakusaha kusaha anla yakusaha ala hasidin, asimsimulie ndoto yake hasidi nam. Lakini adabu ya pili Uh, wanasema wanawazuoni, wala yakusuha ala jahilin, na wala asimsimulie mjinga, asimsimulie asiyekuwa na hekima, asimsimulie asiyempenda. Kwa nini? Faqad ruia ani nabii sallallahu alayhi wasallam wasalama annahu qal, kwa sababu imepokewa kutoka kwa mtume Muhammadi, sallallahu alayhi wasallam wasalama, amesema la taksusu ruuyaka illa ala habibin au labibin. Mtume sallallahu alayhi wasallam wasalama anasema, usimsimulie ndoto yako isipokuwa, illa isipokuwa, ala habibin, mpendwa. Yani, usimsimulie ndoto yako isipokuwa yule mtu unayempenda na yeye anakupenda au labibin au mwenye hekima kwa, kwa, kwa, kwa maana hiyo, adabu ya pili, adabu ya pili katika adabu za mwenye kuota, unatakiwa usimsimulie ndoto yako mjinga, unatakiwa umsimulie mtu unayempenda na mtu mwenye hekima. Hadithi hii imepokewa na al-Imamu Tirmidhi. Eh, akhrajahu Tirmidhi ni hadithi nambari elfu sita mia sita sabini na nane na ameisahihisha al-Allama al-Albani katika, katika as-sahih wa dhaif sunani at-Tirmidhi. Kwa hivyo hiyo ni adabu ya pili, wapenzi watazamaji na wafuatiliaji na wasikilizaji wa channel ya Mponda Media. Adabu ya tatu Ee, anasema Sheikh Ibn Sirin na ustadhi Abu Saidi Abu Saidi rahimahullah, wanasema wa alla yukadhiba fi ru'yahu, wa alla yukadhiba fi ru'yahu ru na adabu ya tatu, mtu asiseme uongo katika ndoto yake, kwa maana asizidishe katika ile kuhadithia ndoto yake, kumhadithia kwa mfano E, mfasiri wa ndoto basi asizidishe katika, katika ile ndoto yake kwa nini? Kwa sababu faqad saha anna nabiy sallallahu alayhi wa alaihi wasallama annahu qal, kwa sababu imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alaihi wasallama ya kwamba amesema, man kadhaba fi ru'ya kullifa yauma alqiyama uqaduu sha'irataini. Mtume sallallahu sallam anasema ma, e, man kadhaba fi ruya, mwenye kusema uongo katika ndoto, mwenye kusema uongo katika ndoto basi kulifa yauma alqiyama, atalazimishwa siku ya kiyama e, aziunganishe shairi mbili, aziunganishe shairi mbili, jambo ambalo haliwezekani. Kwa hivyo Adabu ya tatu katika adabu za ndoto anla yukadhiba fi ruyahu. Na hadithi tuliyoisoma imepokewa na Alimamu al Bukhari, ni hadithi nambari elfu sita mia nne na mbili elfu sita mia nne na mbili Naam, kwa hivyo hiyo ni adabu wapenzi watazamaji ya tatu. Ama adabu ya nne

E, mtu akiota asisimulie, asiisimulie ndoto yake isipokuwa kwa siri, asiisimulie ndoto yake isipokuwa kwa siri. Na hapa nataka niwazindue wale e, wenye tabia ya kupenda kusimulia ndoto zao kwenye comment section. Kwenye comment section sio jambo zuri, ndugu yangu. Kama unahitaji tafsiri ya ndoto yako binafsi, basi nifate inboxi Yani, kama utaandika kwenye comment section, iwe labda kama unamtolea mtu mfano, yani usijilenge kwamba hii ndoto nimeota mimi mwenyewe moja kwa moja, kwa sababu kuna mahasidi wanaweza wak